Kufundisha jambo moja hapa la msingi. Eh, mdugu unayefuatilia channel yetu nzuri ya Healing Clinic. Katika kitabu kile cha Mathayo ile sura ya sita mstari wa kumi na moja waga pale, ile ni Sara ambayo Mungu Bwana Yesu sore aliwafundisha wanafunzi mm, wake. Anasema pale utupe riziki. Utupe riziki yetu. Utupe leo riziki yetu. Sasa wengi wanazungumza riziki ya mwenzio, silalie mlango wazi. Mungu ndiye anayetoa riziki. Je, unaelewa maana ya riziki? Takupa hii uelewe riziki, maana yake riziki maana yake ni wajibu wa Mungu kuvihudumia viumbe vyake, kuvisimamia viumbe vyake, kuvitunza viumbe vyake, na mwisho kabisa kuviangalia au kuvipa uangalizi viumbe vyake. Sasa majukumu hayo au jukumu hili linapogawanyika katika maeneo manne, usimamizi, uangalizi, matunzo na huduma, tunaita riziki. So riziki si kwamba kile unachokifanya kinakufanya kufanya wee uishi, yaani wengine wanafikiri kufanya kazi ndio riziki, mm -mm. Yaani mungu ana, ndiye anayetoa hiyo riziki na ndio maana fikiria kwa nini wengi mnauza m, m, mnauza nguo lakini kwa nini una wateja wako? Kwa nini wengi wanauza samaki una wateja wako? Yani, kila unachokifanya eh, unakuwa una kitu chako maalum kinachokupa we uendelee kuishi. Sasa katika riziki i katika maeneo mawili, kuna riziki ya jumla na kuna riziki maalum providence ndio riziki kwa kuna general providence na special providence. Mungu huwa anampa mwanadamu riziki zote mbili. Riziki ya jumla maana yake ni namna ambavyo Mungu anawafanya nyinyi muendelee kuishi, anakufanya uendelee kuishi wote yani, wote wanadamu wote, lakini kuna riziki maalum ambayo Mungu anakutunza anakuhudumia anakusimamia na anakuangalia wewe kibinafsi. Hii iko kwenye Mathayo sura ya 6 31 mpaka 33, ama nazungumza ndege wangana wapandinavuna nagara wote lakini Mungu wa mbinguni apesha, usisumbuke ule nini uve nini unywe nini, lakini Mungu, Mungu, Mungu ndiye anayejua kwamba wewe unahitaji hayo sasa anasema nini? thelathini na tatu anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, nayo mwengine utazidishiwa. Huwezi kuzidishiwa ikiwa ndani ya moyo wako hujampa Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, kwenye mfumo wa mzima maisha yako, kwenye mwenendo wako, kwenye njia zako, kwenye fikira zako. Unapompa Mungu hivyo vyote, ndipo anapoiruhusu ile riziki maalum. Riziki maalum maana yake ni namna ambavyo Mungu anavyoweza kukutunza wewe na kukutofautisha na viumbe vingine.